Tuanze kuangazia kuhusiana na kiwango cha Young Africans chini ya Pedro Goncalves. Young Africans imebadilika kwa kiasi gani ukilinganisha na Yanga iliyokuwa chini ya Roman Folz? Kwa jicho lako tu, Rashid, uh, au haijabadilika? Yanga mm, wana struggle hmm. Yes wana struggle kwa sababu mm -hmm, uh, <clears throat> toka me, msimu huu toka umeanza uh, Romain Folz pamoja na Goncalves nafikiri bado wanaendelea ku struggle kuitafuta Yanga bora, Yanga yenye mvuto eh, Yanga ambayo uh, ikicheza, mashabiki wanapata burudani na ladha kinachotokea sasa hivi ni kuona Young Africans inapata matokeo ya alama alama tatu hmm. Lakini bado uh, huoni kuna kitu kikubwa sana bado wanacho hmm. Uh, ila tu bado tunaendelea kupata mashaka, idadi kubwa ya watu ambao wameingia msimu huu hmm. Unaona kama bado wanaendelea kustruggle kwenye timu ile ile ya mwaka jana hmm. Uh, na taratibu, siku zinavyozidi kusogea ndivyo uh, ambavyo unaendelea kuona idadi ya wageni ambao wameongezeka, wanaendelea kukaa nje kwao. Unaona kuna namna Yanga bado inaendelea ku struggle mbali na kwamba wanapata matokeo hmm. Hofu yangu kubwa ni sio ushindani wa ndani ya ligi hmm. Aha. <clears throat> mimi kwa jicho langu la kikulungwa nikiwatazama Yang Africans msimu huu kwa au kwenye hizi mechi ambazo washacheza mpaka sasa mm -hmm. Uh, kuna kitu kama kimepotea kime, kime hivi ndani ya kikosi cha Yang africans. Kitu gani? Uh, inaonekana timu imechoka sana uh, yani kwa tafsiri ya kitaalam unaweza ukasema fitness levels za wachezaji kama ziko down sana mm -hmm. Kwa hiyo ukiangalia mechi kama ya jana, wachezaji wa Young Africans kila mmoja alikuwa anataka kupewa mpira, sio autafute aanze kuingia kwenye, kwenye seti flow ah -ah, kila mtu anataka apokee mali. Kwa hiyo unaona kama miili ya wachezaji kama inanok kama imekataa, ah, kama inasikia maumivu ah. Sasa sijajua lakini bado siridhishwi sana hmm, na Young Africans namna ambavyo wanacheza uh, mbali kwamba sitaki kufanya comparison ya mwaka jana ilikuwaje hmm, lakini nachotazama Young Africans kwenye ratiba yake ya kuelekea Champions League hmm, uh, inanitia mashaka.